Naam mwanamichezo, karibu sana tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kama bado hoja subscribe, fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani na ripoti kutoka hapa katika vijiwe vya Mwembe Yanga, na mbele yangu nayemwona hapo ni mzee wangu mzee Malinyi. Tunakwenda kuyaangazia yale yanayokuwa yakihusiana na Simba Sports Club, kubwa zaidi ni kocha ambaye amechaguliwa jana na amepostiwa na wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club Steven Bakri kocha mpya wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Mzee wangu, uko poa? Niko poa ndugu yangu. Asalamu alaykum. Wa alaykum asalam kaifaliku. Heri lakini. Heri kabisa. E bwana, wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club jana rasmi ametangaza kocha mpya atakayekwenda kuhudumu ndani ya Simba Sports Club Steven Bakri. Mnasemaje wana Simba? Kocha mpya mmepata kutokea pale chini Afrika ya Kusini na ametokea kwenye timu ya Stellenbosch. Limekuja kocha la kutupeleka robo, kocha la kutupeleka robo katika hizo mechi nne, yaani hatuna wasiwasi kwa kocha yule, na kama usajili utafanyika, maboresho tunayosema yale manne yakifanyika, hatuna wasiwasi, tunakwenda robo. Nasema hivi, si tunakwenda robo? Au wenye point nne watabaki, mtashangaa, mtashangaa. Kocha lenye mbinu, kocha lenye meujuzi, hata dakika tatu zikibaki chafungwa Simba, lakini anabadilisha matokeo, anabadilisha matokeo, kocha kwelikweli Sio mchezo mwanaume wa mbinu, hey! Sio mchezo, yaani yule kama makocha duniani hey. Wakina Mzee Ligo Sachi uh -uh, ha, akina Mzee Alex Ferguson uh -uh, akina Carlo Ancelotti unajua, unapogusa lakini kwambia kama akina Carlo Ancelotti eh? Hey. Makocha wakubwa hao, akina Beckenbauer eh. Uh -uh. Hey. Sio makocha ovyo ovyo, tumepata kocha kweli kweli. Ha? Kama migogoro ya wahuni hao itakuwa imekwisha ya wahuni. Eh? Itakuwa imekwisha migogoro ya wahuni. Eh? Maki sio kwa sababu ta kocha, lakini wahuni wakaenda na uhuni wao. Ah, sasa hapo. Hapo vipi tena nani? Ndio nasema hivi. Ah, wahuni viongozi wetu wakaenda na uhuni wao. Kocha ataonekana hana maana. Sawa? Kocha ataonekana hana maana. Wahuni? Hao wahuni hao viongozi wahuni. Wahuni tu. Kwa nini uone mambo ya kiuno anayofanya na kina magoli huko sasa? Leo anakuja anasema hili, kesho anasema hili, kesho hivi. Si uhuni huo? Sio huni huo, uh, Magoli tangu tangu, tangu, tangu ametoka ame mali ya uh -huh. Magoli asitulete mambo ya kihuni kwa sababu u, mchana anakuwa na moo, usiku anakuwa na wahuni wenzie mfanjo wa Simba tunamuona kabisa hafai hafai tena huyu, uh -uh. Hata muone ataka muondoe to kwenye ukiti, hafai na hata kuwa na mafanikio yote kutuletea Simba huyu hafai, uh -huh. Hafai kwa sababu alicho kutuletea sisi, kila alicholeta, si jana pale, ukiwauliza wenzio watasema kuna hatujazungumza kitu hicho. Tunasangae maneno anatoa wapi? Maneno ya malogore anatoa wapi? Sibona jana amethibitisha muhtasama na, na ah, sasa huyo we, si muhuni mwenzie bwana. Te na, te anasema hivi, huyo simu ni mwenzake alikimbia kwenye mkutano mkuu. Kimbia. Anasema akakimbia kazima bakata. Anakwambia tulikuwa tunatumia, tulikuwa tunatumia sui, tulikuwa tunatumia generator. Sui ile moja leo. Unazimaji generator kabla mkutano au nani? Watu hawajaondoka. Aliwauliza hey, hey, kuna ajenda. Alimwuliza nani? Aliwa aliwa uliza uliza aliwa uliza yeye wanachama. Acheni uongo huo. Yeye kama akasema kitu hicho, hata muwarejee ule mkutano. Kama neno la kalamu cha kusema tujinyoshe. Baadaye anasema mkutano umekwisha. Kama uliza nani? Kama uliza nani? Yeye asitufanye tuna akili na wasije wakathubutu kupitisha ile katiba. Ikipita tunakwenda kupinga mahakamani. Hatuna mjadala, hatuna mjadala, tutakwenda mahakamani kupinga, kwa sababu mkutano ulikuwa live. Wasitulete uhuni kabisa, ule ni uhuni tu, ule ni uhuni. Hata huyu Magoli yafai kabisa. Mzee ah, Malinyi huko mbali, yeye Magoli anawaambia wazake, kumbe mwenye afya ya akili yeye sasa hivi yeye ndio mwenye mwenye tatizo la afya ya akili. Yeye ndio amepewa barua sasa hivi, ndio mwenye mwenye tatizo la afya ya akili, sio wenzie. Wana Simba, mmekubali Kakubali nani? Nani kakubali nani? Ukao wenu wa kimya ndio ambao mewafanya nye mkubali. Kawaida ya vikao. Huwezi kutuuliza nalo kubali. Tusijadili kipengele fulani baada ya kipengele fulani. Kilijadiliwa. Kilijadiliwa. Alisema kuna sehemu. Hakuzungumza. Hakuzungumza kitu hicho. Hakuzungumza muongo. Muongo. Yeye muongo na magoli waongoti waongo tu. <laughs> Sasa sasa mamwangaliwe magoli mchana anakuwa naye, usiku anakuwa na wahuni wenzie eh? Hafai kabisa, hafai kwa staili hii, kwa maneno maneno, anakwenda kuzungumza ovyo ovyo. Yeye ndo kapitisha katiba, hafai kwa... Yeye amesema katiba, nyinyi ndo mmekubali hiyo. Kwa nini atuseme yeye? Sisi wote tunamwambia, tunakwenda kwenye mkutano, hatujapitisha katiba nyinyi sikilizi kwa ni... yes. Yes. Mungu mangungu, nisikilize, nisikilize, nisikilize, nisikilize. Yeye si mlikuwa na mangungu kwenye mkutano? Yeye alikuwa mali katalemka ya poti, kaanza kusema katiba itapitishwa Katiba unaotaka tuta kufanya tutakwenda kupinga mahakamani. Sheria zipo na tutapinga, kukimbia. Wa kuzimataa na kimbia na polisi na mkimbiza, anatuweza habari gani wewe eh? asituweza habari eh? kwani shida iko wapi? Unasema sema hivi, waache uhuni. Mimi namtazalisha Mo huyu muhuni aliyomchagua kuwa mwenyekiti, huyu hafai naye ni wale wale, kwa sababu hawezi kuwakemea wenzie wale wote, wamfanya biashara pamoja, sawa so, sawa ni mnafiki sawa, atafute mwenyekiti mwingine. Huyu mwenyekiti mnafiki hafai na yeye, kwa kundi lile la mwenzie mwenyekiti, wote wanachama Sawa kwa staili. Kwa staili hii. Huyu mwenyekiti wa bodi hafai na ni mnafiki. La, lakini nikirejea ndio anayemmengenya Mo huyo. Hafai kabisa, hafai. Na ndio anayemmengenya Mo. Sasa Mo ajiu kumbe kumbe namng'onga kisogo. Mchana yuko naye wanacheka na wana kula pamoja. Usiku anakwenda kukaa na wahuni wenzie. Kwani hakuko kwenye Friends of Simba? Si kundi Friends of Simba mojawapo kundi Friends of Simba. Friends of Simba au sio? Hata umeona na sasa anavyodhihirisha katiba imepitishwa, apitisha nani? Watu elfu moja na wote hatukusikia hiyo. Watu elfu moja hatukusikia hiyo, kwamba mna swali, tukanyamaza tukimya, yaani wote hatukusikia ila alisikia mangungu tu na yeye magoli ndio alosikia. Si unaona kama wao ndio na afya akili? Eh? Yaani watu elfu moja hatukusikia ila magoli na mangungu ndio wamesikia. Kuna mtu mwenye swali. Sawa sawa. Sawasawa, kwa hiyo wenye afya akili wao Magoli alimwambia wewe na mimi namuombe yeye ndio mwenye afya ya akili. Kwa sababu tangu amerudi mali analopoka lopoka tu. Mara hivi, mara hivi mimi simuelewi ujue. Simuelewi kabisa, safi mmemtuata samani, anafai kabisa. Tunamshauri Mo aachane naye huyu mtu. Hafai kuwa mwenyekiti. Kwa sababu hafai kuwa mwenyekiti huyu kwa kwenye kundi lile la, la, la, la, la, la, la, la yaani kama ni mchwa, kama ni mchwa ndio anaimbungua Mo huyu. Nasema hivi kama ni mchwa anaimbungua Mo. Huyu kama ni mchwa afanye kazi, Simba atakufa ah! eh? Toa, toa, toa, toa, toa tu, tafuta watu wengine pale, vije vizazi vipya, tuataka damu changa. Sio kila siku magoli tia geni, sio magungu, sio ah. Tafuta damu mpya, tunataka damu mpya sasa hivi, zije zifanye kazi mm. sio zile zile tu zile zile zile. tunataka biashara hiyo sasa hivi. tunataka damu mpya, Yuzdi wakae pembeni, sio kwa dalali, sio nani, kaa pembeni tu huko, acha vijana wakafanye kazi sasa. pengine labda mm. sasa... maneno, maneno, maneno, maneno, maneno, ubishi, ubishi. eh, uhuni uhuni mwingi tu. baada baada ujio sasa. sasa tushachoka. eh tumeshachoka naota huyu kwenye uchaguzi kano, tunataka kutoka vijana vijana kama wewe. Hata heri si mzee ah, nasema kijana kama wewe. Hata huyo heri si mzee. Mimi nikikaa Simba pale. Ah, nasema hivi kijana kama wewe kwanza ta... Kwa ta... Kwa akili bado inafanya kazi akili bado yaani, damu inachemka. Kijana kama wewe unasema, tayari si mzee. Mimi Simba vilevile, nasema hivi kijana kama wewe, sio wewe uh, uh. Sija kujua wewe kama we ni Simba kijana, uwe kama wewe, mwenye umri kama wewe. Lika viongozi wa Simba mnasikia hiyo? <laughs> mimi lika yako wewe, lika yako wewe, hatutaki wazee tena. Sasa hivi wakae pembeni wakae pembeni, kwa sababu watawao wameikuta Simba ilikuwa nawenye vita kina Mwilima, akina mzee Kimwaga, sio kina. Wakaja wao, wakawa vijana, ndio wakaiongoze Simba fresh. Vijana, waka Simba mimi mimi si Kashuka ya poto katiba imepitishwa, ulikuwa kwenye kikao, wewe mtu mmoja na watu elfu moja wapi? Walikuwa wengi, pumba kabisa. Kwa katiba gani? Hiyo katiba unapoipeleka tuliipitisha. Anasema yeye mwenyekiti niliwambia mwenye swali. Ah, kwa nini tusiseme sisi? Sisi ndio nikuizilisha alituambia tuna swali tukasema hatuna swali. Kwani aseme yeye? Na yeye ndio aliyokimbia. Yeye ndio aliyokimbia na makablasha. Yeye ndio aliozima taa na polisi wakamtorosha. Na polisi tena. Sasa, kwani uone polisi walimsaidia hapa leo kuona. Wewe ukuja kwenye mkutano, hmm, waliomtorosha kama sio polisi bado nafikia kwa salama yule. Eh? Singekukuta kapigwa stiki za uso yule. Kwamba sio polisi kumuokoa ile na u... kama sio polisi kumuokoa na kuzima ile taa, unafikiri yule leo ungekuwa unaongea mtazamo? Songa watu wanapiga ngumi za uso, kuna watu walipiga na box polisi wamezipanchi. Ujue kuna mtu alipeleka kabisa mkono yani polisi akai block, sio pharmacy. Ala bana, watu wache, watu wache habari ya katiba sijui nini, si imepita katiba? Haijapita, hajapitisha mtu katiba Mwachua, ah, ah, wakitaka wairudishe kwenye li, wa mkutano mwingine tujadili kipengele kimoja baada ya kingine ki alafu sasa kamekupita ikapite, sio so, si, so. si, kwa uhuni ule. Asante sana.